Kanye West ndiye rapa pekee ambaye ameonyesha wazi ama ameonyesha ume kuwa anamtetea rapa Didi juu ya kesi ambazo zinamwandama huku kwa sasa akiwa jela kuelekea usikilizaji wa kesi zake. Sasa, chanzo cha habari za masuala ya burudani The Shedroom walishare Video hii kwenye ukurasa wa Instagram wa kionyesha maongezi kati ya Kanye West pamoja na Didi, kwenjia, Didi kwa njia ya simu. Hapa Kanye West anaonekana akimsikiliza Didi ambaye alikuwa akimsifia kwanza, kumpongeza namna ambavyo ameonyesha kwa upande wake, kitendo ambacho imekuwa ni tofauti kwa watu wengine na familia wengine, na sio hivyo tu kumwambia kwamba aweke nguvu kubwa sana upande wa muziki, ni yani Kanye West uh, ingie studio kuenda kazi ya muziki na kuzitoa, lakini sio hivyo tu Aenjoy kile ambacho anakifanya, aenjoy life, kutokana na kwamba hii ndio chance ambayo anaoko sasa, na anapaswa kuitumia vizuri, hasa kuweka nguvu kwa kujipa furaha. Lakini sio hivyo tu, wao wana safari ndefu sana ya kupambana na watu ambao kuwataja juu ya kile ambacho kinaendelea kuhusu wao wenye, hasa Wamarekani weusi. Akuishia hapo, Diddy akasema kuwa anatamani kumuona Kanye West akirejea upande wa muziki hasa kwa ile energy ambayo alikuwa nayo tangu muda kusoda viwanja vikubwa ni arenas pamoja na stadium kufanya tour za kimuziki na mengine yote ambayo yanahusisha sanaa yake kwenye hizo conversation. Kutokana kuwa Didi, na Kanye West walikuwa akitumia maneno makali, yaani matusi, hivyo ivyo tuweza kukusikizisha hapa, kutokana kwamba nita mute sehemu kubwa sana na hautoelewa chochote sasa kwenye mwendelezo wa conversation hizi kuna sehemu Diddy akaa anamwambia Kanye West ya kuwa anaamini kuna siku atatoka kwa hili ambalo anakabiliana nalo kwa sasa, na atafurahi kuwa pamoja na Kanye West tena. Pia amemshukuru Kanye West na kwa namna ambavyo ameonyesha kuijali familia yake, hasa watoto, kutokana na kuwa hiki ni kitendo ambacho hajaona watu wengine wakifanya, hasa kuiangalia familia ya rapa huyo ambaye kwa sasa yupo jela. Didi amemsisitizia Kanye West kuwa anaamini atatoka jela na kuwa huru kama ambavyo Kanye yupo huru. Na kwenye mwendelezo wa haya maongezi, Kanye West alikuwa akionekana tukutikisa kichwa na kusema kwamba ndiyo, nakubaliana wewe, yes. Licha video hii kuwa shared na The Shedroom, haijabainika wazi kama maongezi haya yamefanyika siku ya jana ama heri imefuatia, kutokana na kile ambacho kimechukua nafasi hivi karibuni kumehusisha Kim Kardashian na Kanye West. Kanye ambaye alionekana kutokufurahishwa na kitendo cha Kim kuwa na umiliki wa jina na kitu chochote ambacho atahusika mtoto wa kwanza North, na hata kubainisha kuwa alizuia North kuhusika kwenye collab na muhusisha Kanye West pamoja na Diddy. So hiki ndicho ambacho kimechukua nafasi na ufahamu tu. Kipindi ambacho Diddy aje kama atua kukuwa na maelewano mazuri kati ya wili, yaani Kanye West na Diddy. Lakini kama unavyojua, Kanye amekuwa mtu wa kipekee sana hasa kwa kuwatetea wasanii wenzake ambao wanakuwa kwenye matatizo makubwa kama haya. Hapa ni SNS Management.

Yes, audio series za kusisimua. Makala za ulimwengu, siasa za dunia katika uchambuzi wa kina.